Tuka chai bwana. Tuka chai. Bwana, umeshakunywa chai umemaliza bwana. Sasa mimi nitakunywa nini bwana? Sasa ni nini? Sasa umeshakunywa chai umemaliza. Sasa mimi halafu unasema sijui nini. Sasa mimi nikunywe nini chai bwana? Kwa jagi yako ndio tuanze. Ha. Ah. Sasa tukae bwana. Kunywa chai, kunywa chai, umekunywa umemaliza afu sasa nyanya yako apike chai, jinga, ya jikoni upike. Mbona mshikaji anaweza pita hata kwenye njia jamani? <mimu> <mimu> Kumbe, wanama, mama, keti <mimu> Jababu inanyumiza sana ng'ombe, sha kunywa chai imemaliza, wengine hawajakunywa ah. Sasa nikaa hivyo, sha zoe na maisha. Mefanya kazi nimechoka, naaja chai, hamna. Wanawake wote shakata wasioleke, sasa sisi tunafanya nini sasa

Unawaza hela, nawaza hela. Baba, hamna pesa, hamna hela, imeshakosekana hii duniani. Tenda wapi? Nawaza hela, hamna maisha. Maisha yashakuwa magumu, ikeni, lakini inabidi tunanani, satufanye nini? chai tu kiambiwa nyumbani, tubakishwe atubakishwe na kuja na mpate maisha yenu. Sasa nani amekunywa chai? Sasa hamna chai, huyu jamani nani ya maziwa afa, amekunywa chai ya maziwa, ah Sata, sasa hii sasa hii ni sasa sisi sasa basi mtoni, ah jamani, hata mimi natafuta, hata mwanamke ana watoto ati watatu hivi mimi hii maisha kukaa peke yangu, hii dunia nimeshachoka sana mombe. Mm, ninazo hapa mingi za kupea, na ndo zile kwenda huko zimelara. Mwanamke ana watoto watatu nani ako, lakini anipe heshima yangu. Chai wanapika wanakunywa, namaliza mimi sasa, nilale ninywe nini? Njaa sasa kiteka, hata kuku moja ndo hii hapa, na nakuongeza

Bora tu tukae hivyo. E. So, eh. Eh. Sawa sawa, sawa, ina ngoli, maisha ni hivyo. Bu. Kenga.